Mara kadhaa kumekuwa na changamoto kubwa sana ya foleni katika jiji letu la Dar es Salaam, lakini haswa kwenye eneo letu la Ubungo na barabara zinazohusika. Ukiangalia hii barabara ya Kimara Ubungo yenyewe imekuwa ina foleni. Lakini kuna eneo moja pale la maeneo ya Sinza, Tandale kule kuna sehemu moja, mara kadhaa nimefika pale nimekuta foleni. Vile vile nimekuta foleni hapa Mbezi kuelekea Goba barabarani hapo kwenye roundabout kuna foleni, lakini na pale Goba Center barabara inayotokea upande wa Makongo kuja mpaka Goba Center kuna foleni. Sasa ndugu zangu waandishi wa habari, hili sio swala la kubembelezana. Kwanza sitabembeleza mtu kwenye foleni. Sababu zinazosababisha kuwepo na foleni kwenye maeneo ambayo nimeyatembelea mimi binafsi, sababu ya kwanza ni matumizi mabaya ya barabara kuna madereva ambao wanadhani wao wana haki ya kuwahi kuliko wengine, na hii kusababisha kutanua bila sababu yoyote kwenye barabara ambayo ni njia moja au njia mbili. Hili nimeliona kule Goba, watu toka barabara ya Makongo, nimeliona hapa maeneo ya Mbezi na nimeona pale Tandale. Kwa hiyo sasa nataka wapate huu ujumbe vizuri sana, yoyote utakayethubutu kutanua kwenye barabara ndani ya wilaya ya Ubungo sidhani kama utarudia tena kutanua, kwa sababu nimewaelekeza ma OCD na maditio wao, tutafanya zoezi lisiloisha la kudhibiti watu wanaotanua kizembe kwenye barabara. Tena watu hawa wanaotanua wengine ni maofisa, wengine wairai, ni watumishi wa serikali, wengine hata labda unaweza kukuta ni viongozi. Jana mimi nimesimama mtu ametanua, unamwambia umetanua, anakuuliza bwana, wewe toka, mimi nipite. Sasa bahati nzuri hakujua hata naongea na nani, kwa sababu nilikuwa nimevaa kofia na mimi ndio nilikuwa nimesimama barabarani pale Goba. Kwa wale wote Goba mliokuwa mnatanua, mjue mliokuwa mnamjibu na kumpigia mahoni ni mkuu wa wilaya. Sasa hili sikuwa nimelisema wazi, nilitamka nikaona watu walizani kwamba tunatania. Sasa tuko serious, kisingizio sio ujenzi wa barabara pekee tunafanya ujenzi kutanua barabara. Mnamuona Waziri Ulega yuko kule anakimbizana miradi kamilike lakini kuna mtu kwa sababu amechelewa kutoka kwake au amechelewa kutoka aliko kuwepo, anawahi anakoenda, anatanua kuharakisha. Haya ni matumizi mabaya ya barabara kwa watanuaji. Hizi kamera, mimi namaliza kupokea mwenge Jumamosi, wiki nzima niko Goba na Mbezi. Yaani hapa ofisini niwajulishe tu wananchi wa Ubungo kwa sababu ofisi ya mkuu wa wilaya, mimi ni mkuu wilaya ya Ubungo. Kwa nitafanya kazi kwenye ofisi za serikali zote zoko kwenye kata huko. Kwa kuanzia Jumamosi wiki yote inayofuata, nitafanyia kazi ofisi ya Mbezi, nitafanyia kazi ofisi ya Goba. Sitakuja ofisini hapa. Huduma nitatolea kule. Lakini nitasimamia polepole. Unaenda kufunga kamera. Hapa sasa hivi nina kamera tano za kisasa kabisa kama mnavyoziona hizi hii ni 360 inatumia 4G tumeshaweka laini za simu tumeshaweka bando zinatumia sola hazihitaji umeme Kwa maana yake naweza kuiweka popote na nikakunasa wewe unayetanua bila sababu ya msingi Haihitaji umeme wala sina haja ya kukwambia naenda kufunga wapi lakini hiyo barabara ya makongo barabara ya mbezi na pale Tandale pale katikati, wanaotokea maeneo ya Mwananyamala wanakuja pale. Ole wako sasa ukatanua, tutakuchapa faini ambayo kila ukikumbuka hutarudia tena kutanua. Sheria ipo: matumizi mabaya mabaya ya barabara, kuendesha gari kwa njia hatarishi, kuzuia wengine kutumia barabara. Ukiwa kwenye barabara tatu, kitokea ambulansi, inapita wapi? Gari ya faya inapita wapi? lakini watu wanashinda barabarani mtu anakaa masaa matatu, anatoka nyumbani saa kumi na moja asubuhi hajamuona mtoto wake, anarudi saa nne usiku hajamuona mtoto wake. Au watoto tunawalelea kwa nini? Unawalelea kwa simu, unawalelea kwa bluetooth, unawalelea watoto kwa bluetooth. Una mtoto wa miezi mitatu na mtoto wa miezi sita wa mwaka mmoja, wewe unafika unakaa masaa matatu barabarani kusubiri kufika nyumbani, kwa sababu kuna mtu mmoja tu ameleta upuzi wake wa kwa kupita kwenye barabara kwa kutanua. Haiwezekani. Kwa hili nataka waandishi wa habari mkalifikishe kama lilivyo tena wala msibadilishe maneno yao ni marufuku, ni marufuku Ubungo kutanua barabarani. Kuna watu wamegeuza njia za mwendokasi ndio njia zao za kupita. Ni marufuku kuanzia kwanzia hapa Kimara, rudi unaporudi Ubungo kule Makongo, unapokuja Goba Center na hapa Mbezi Stand. Ole wako uendelee kutanua. Lakini la pili ili nataka madereva bajaji na daladala tuelewane. Na hii kasumba ya kujidai kwamba ukiwa dereva daladala au bajaji au bodaboda unaweza kuendesha kiholela kwa kudhani utatushika mateka, sisi tusifanye chochote, utakuwa unakosea sana. Kwenye wilaya ya Ubungo mtu anakuja eneo ambalo halina sehemu ya kushushia au sehemu ambayo imetengwa kwa ajili ya daladala kushusha na kupakia abiria, unakuta bajaji na bodaboda wamejaza pale gari hazipiti, inapelekea gari binafsi na gari nyingine zishindwe kwenda mbele. Foleni inatokea pale kwa sababu kuna mtu ameamua kupiga debe kwenye kituo cha daladala. Hapana, na hata taasisi na, na, na, na, na, na, na mamlaka zinazotoa hizi leseni lazima pia zijue kusimamia. Unapotoa leseni, huwezi ukampa tu mtu leseni ya bajaji, wako watu thelathini, arobaini kwenye eneo moja, zinasubiri abiria masaa matatu zinaanza kufanya congestion kwenye barabara. Hii sio kazi ya kutanua barabara, ni uzembe katika usimamizi. Wanaotoa huduma ya barabara. Na wao ni wajanja sana. Kimbia, kimbia. Sasa kimbia kwenye simu yangu. Sasa nione anayetakiwa kusimamia kule hasimamii mi nawasha laptop na kuona kwamba kuna mtu anatanua hujamchukulia hatua. Zina uwezo wa kuonyesha namba na dereva tutakapokuwa tumezifunga, lakini kwa sababu kuna watu ni mabingwa wa kukimbia au kukataa kwamba wametenda kosa, nimenunua drone hii hapa milioni tatu na laki nne ya kisasa kabisa. Hii drone inaenda juu, inaenda zaidi ya mita mia nane Tutakuchukua, tutakupiga picha, tutakutoa kwenye ITV kwenye Channel 10 kwenye TBC. Nyinyi waandishi wa habari muwe tayari tu, nileteni simu zenu, ndio nawatumia picha za watu wanaotanua barabarani, tunakupa kwa sababu wewe utakaa jioni pale, nitakuwa na kipindi, unaonyesha wanaosababisha foleni ndani kina nani, na watoto wako ukiwa huko nyumbani wakuone. Drone hiyo hapa, tunaioperate vizuri kabisa, maeneo yote ambayo ni changamoto, na hii ni ya kwenye ofisi ya mkuu wa wilaya. Vifaa vyote viko ofisi ya mkuu wa wilaya Ubungo, kwa sababu tumeamua sisi kwenda kusimamia sekta ya usafirishaji. Watu wafike majumbani mapema, wapate muda wa kukaa na watoto wao, wapate muda wa kukaa na wame zao, wapate muda wa kukaa na wake zao, tuwe na malezi proper. Lakini haya malezi ya kuingia uf... ka... nyumbani saa tano, unatoka saa kumi na moja, unakuja unaitwa anko unaitwa shangazi na watoto wako Baadae tunaanza kulalamika kwamba malezi malezi malezi. Tutaanza na haya madogo madogo. Serikali itaendelea kupanua barabara, serikali itaendelea kurekebisha makorongo au mabonde au uh, uh, uharibifu ulio kwenye barabara unaosababisha watu kuchelewa kwenye kuvuka. Yote hayo tutafanya, lakini wakati tunafanya hayo na haya pia tutafanya behavior change, mabadiliko ya tabia ya madereva wetu ni lazima iende ikatokee sasa. Wasiseme kwamba walikuwa hawajui. Nendeni mkawaambie, nataka hili likawafikie kila mtu kwenye magrupu ya WhatsApp, kwenye habari zenu. Ni marufuku Ubungo kutanua barabarani, fata laini iliyopo. Sisi tutaondoa hizo kero, okay. Lakini jambo la tatu pale Goba Center, kuna soko liko barabarani. Hatutaki mtu asifanye biashara, lakini unakuta mtu kwenye soko la barabarani ambayo inatakiwa ni take away Yaani ukisimama pembeni ukichukua nyanya zako ukichukua embe lako na, na ndizi yako unaondoka. Kuna mtu anashuka, anaanza kufanya shopping kama yuko kari yako. Jana nimemkuta mmoja pale na anajifahamu. Tena ni kiongozi, sijui dini, sijui ni nani yule pale. Kama mkusa samani samani, nikamwambia next time, leo nimepita kwa upendo kabisa kutoa elimu. Tubadilike. Sasa wewe unakuja unapaki gari lako, barabara ni nyembamba, umepaki unashuka, unafanya unaanza kunegotiate kuhusu nyanya nusu saa, wewe umepaki gari zuri la milioni arobaini, unaminya hata yule anayekuuzia nyanya ya shilingi elfu tano elfu kumi, unataka uzie kwa elfu mbili mia nane Mambo gani? Nusu saa gari zinabaki nyuma kusubiri, wee unanegosheti nyanya pa pale. Pia nitoe maelekezo, tutaenda kuwapanga vizuri, lakini na wauzaji na wao watambue. Ni, ni, ni, ni, akili ya kawaida tunatakiwa kufanya kwamba weka kwa mafungu, mfuko huu wa maembe elfu tano huu elfu kumi. Mtu akija hakuna kuanza kuchagua, mkabidhi mfuko wake, chukua hela yake, fanya biashara kwa usawa, hasimami nje huko. Watu wanafanya tunaona, mtu anaingia, hasimami, anachukua kama ni kawa ni baga, anaondoka, si ndivyo? Sasa kwa nini pale watu wanageuza ni sehemu ya kufanya shopping goba senta? Watumiaji wa barabara wanaosimama kununua mahitaji yao wanaporudi majumbani, na wale wenye biashara lazima wakabadilike, lazima wabadilike. Hili halitakuwa na msalie mtu. Na watu wanaokuwaga na tabia umekamatwa, wale wakukamata kamata, nimepokea malalamiko. Bajaji na bodaboda boda, wanalalamika kampuni tulipa kazi ya kukamata yapata. Nimezungumza nao, kuna wengine ni haki yao kukamatwa. Yaani usisingizie kwamba umeonewa. Oh, unajua mimi nilipaki pembeni tu, nilikuwa naongea na simu. Sisi tutajuaje ulikuwa unaongea na simu? kama unajiweka reflect ukisimama barabarani sheria na kutaka kuweka alama inayoonyesha kwamba umefanyaje, umepata changamoto lakini unaona abiria unasubiri pale. Ndugu zangu wa bajaji na bodaboda, tiini sheria bila shuruti, daladala dala, tiini sheria bila shuruti. Ukiangaika kupiga simu kwa mkuu wa wilaya, ukilalamika kwamba umeonewa, wakati kwenye kamera tumekukamata, umefanya uzembe, tutakuongezea hata hiyo adhabu, tutatafuta kifungu cha sheria tukuongezea hata hiyo adhabu. Unataka umsukume pembeni, unamwona daladala, unamdharau unamwona sijui mwenye ST yake, wewe una LVX lako, sijui GXR, unataka upite wewe? Hapana, barabara ni ya watumiaji wote bila ubaguzi. Watanuaji wengi ukiwaangalia, uwezo wa kukuta mtu anatanua labda na na, na, na, Suzuki, au na Vitara, anatanua na LVX lake li GX lake pale na nini, yeye ndio anajiona, anajionana haraka kitu gani? na sim, polisi akimsimamisha anamjibu tu ovyo. Jana mimi nimeona na safari hii nitamke wazi Mkuu wa wilaya ya Ubungo Albert Msana, nitakuwepo Goba, Mbezi na Sinza wiki nzima, nitawasaidia polisi.